Chama cha ACT Wazalendo kimetangaza kuongeza muda wa kuchukua fomu ya uraisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na uraisi wa Zanzibar kuanzia Aprili 18, 2025 hadi Mei 25, 2025, ubunge, viti maalum, uwakilishi na uwakilishi viti maalum kuanzia Aprili 18, 2025 hadi Mei 31, 2025 na udiwani na udiwani viti maalum kuanzia Aprili 18, 2025 hadi Mei 25, 2025. Taarifa hii imetolewa leo Aprili 18, 2025 na katibu mkuu wa ICT Ado Shaibu, imesema kamati ya uongozi wa taifa ya ICT kwenye kikao chake cha Aprili 15, 2025 ilitoa maelekezo kwa ofisi ya katibu mkuu kuongeza muda wa wanachama kuchukua na kurejesha fomu za kugombea nafasi za urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, urais wa Zanzibar, ubunge, ubunge wa viti maalum uwakilishi, uwakilishi wa viti maalum, udiwani na udiwani wa viti maalum ili kutoa fursa ya kutosha kwa wanachama kugombea. Ninayo furaha kuwajulisha wanachama wa ACT Wazalendo na wananchi kwa ujumla kuwa muda wa kuchukua fomu za kugombea nafasi za urais wa jamhuri ya muungano wa tanzania urais wa zanzibar ubunge ubunge wa viti maalum uwakilishi uwakilishi wa viti maalum udiwani na udiwani wa viti maalum umeongezwa katika utekelezaji wa agizo la kikao cha halmashauri kuu wa chama februari 23, 2025 ofisi ya katibu mkuu ilitoa maelekezo ya kuhusu wanachama kuchukua fomu za kugombea nafasi mbalimbali mbali. licha ya maelekezo hayo kutolewa kabla ya tamko rasmi la chama cha ACT Wazalendo kushiriki kwenye uchaguzi mkuu 2025. Wanachama wetu wengi wamejitokeza kugombea nafasi mbalimbali mathalan, kwa nafasi za ubunge jumla ya wanachama 317 wamechukua fomu hadi sasa. Kwa nafasi ya uwakilishi jumla ya wanachama 106 wamejitokeza kuchukua fomu. Tunapenda kuchukua fursa hii kuwapongeza wanachama wetu waliojitokeza kuchukua fomu chukua kwao fomu Kabla ya chama kutangaza ushiriki kwenye uchaguzi ni ishara ya wazi ya utayari wao katika mapambano ya kulinda na kutetea thamani ya kura. <totiposilio>